Unatoka familia ambayo tajiri wa familia ana bodaboda, ila wewe unatamani kutembelea viaiti, unatamani hiki ni kitu kipya kwenye familia. Na ndiyo maana nakwambia unaweza kuwa mzaliwa wa kwanza wa siku, lakini usiwe mzaliwa wa kwanza wa vitu kwenye familia. Kuwa mzaliwa wa kwanza kwenye vitu ni ile hali ya kutengeneza kitu kipya kwenye familia ambacho hakipo na kikatokea. Watu wengi wanaogopa, mimi nakuhakikishia, Mungu hajakuleta kuwa masikini wewe ndio umeamua na kuanzia leo, kwa sababu una asiri nda kutoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu unajifunza kitu kipya. Hakuna kinachoniumiza kichwa, hakuna kinachonisononesha kwenye maisha yangu kumkuta mtu ameokoka alafu anaishi maisha magumu, inaniumiza sana, inaniumiza najiuliza. Mimi mwenyewe niliokoka nikiwa na elfu moja mfukoni, yaani mimi mwenyewe makovu yangu nabuku mfukoni, lakini ndani ya mwaka mmoja Mungu alibadilisha maisha yangu. Mwaka huu ndani ya mwaka mmoja nina gari, ndani ya mwaka mmoja nina sehemu ya kuishi, ndani ya mwaka mwaka wa pili na viwanja vya kutosha kwenye wokovu, mwaka wa pili na kampuni yangu na nimeajiri watu, maisha ya wokovu. Sasa najiuliza, na mimi sikuwa na hela, sikuwa na kitu chochote ambacho ni kikubwa kuliko wengine, sikuwa na saba, yaani sina hivyo vigezo, na wewe ni hivyo hivyo. Lakini wewe inawezekana na vigezo vikubwa unafeli wapi? Ndio maana nakataa siku zote mtu akija kuniambia kwamba Asta, maisha ni bahati. Namwambia hakuna maisha ya bahati, wewe ni muongo. Mimi siamini kwenye bahati, siamini kwenye bahati. Ninaamini kwenye mipango na neema ya Mungu, mipango, imani na neema ya Mungu, full stop. Basi umemaliza. Ninaamini kwenye kutafuta, ninaamini kwenye imani, ninaamini kwenye mipango, ninaamini kwenye utulivu. Na wewe kuanzia leo usiamini kwenye bahati.